Lakini vifaa hivi havita hasio mwarobaini wa kila jambo. Inayo kazi kubwa sana ya kuelimisha wananchi jinsi ya kujikinga na majanga mbalimbali, na majanga tunayosema mengi sana yanakuwa ni majanga ya moto na majanga yanayosababishwa na maji. Na kwa hiyo ningeliwaomba sana e, pamoja na kuwa na vifaa hivi tujitahidi sana kuhakikisha kwamba tunayele, tuna, tunaendelea kuelimisha jamii yetu juu ya swala ya wao wenyewe kujikinga alafu nyiye ndiyo mnaofuata. Tunalo tatizo sana sana la majanga mengi ya moto yanasababishwa na hitilafu za umeme, lakini hitilafu zingine za umeme si hazitokani na hitilafu kama hitilafu, natokana na aina ambayo sio nzuri ya ufungaji umeme katika majengo yetu. Tunatumia vishoka, tunatumia watu ambao sio wataalamu, tunaunganisha tu wenyewe, na ukiacha katika majumba ya kukaa na maofisi tukienda katika maeneo kama masokoni na mahali na maeneo yenye vibanda mara nyingi mnakuta kwamba vile vibanda ni mtu tu anaunganisha waya kama mtu anaunganisha kamba ya kuanikia nguo, huyu anampa huyu, anampa huyu. Unakuta mita ni moja tu kwenye kibanda kimoja, na unakuta umeme umeunganishwa kwa watu karibu zaidi ya 50 mpaka mia moja. Mimi niwaombe jeshi la zimamoto na uokoaji, kwa kujishirikiana na mamlaka zingine za serikali za mitaa pamoja na jeshi letu la polisi, mfanyi operation ya kupita katika maeneo haya hasa yale maeneo yenye mabanda na yale maeneo kama ya masoko, kuhakikisha kama ule uunganishaji wa umeme ni sahihi. Kuhusu madimbwi au kuhusu mashimo yanayoachwa wazi, wazazi wetu, kuwalinda watoto ambao huwa wanadhurika hasa wakati wakati wa, wakati wa, wa, wa mvua. Nimesema haya kwa sababu nisingetaka vyombo hivi vionyeshwe kwenye vyombo vya habari na maeneo mengine Alafu watu wabweteke, waseme kwamba naam, sasa kila kitu kiko sahihi, mwenye kutumbukia kwenye dimbwi atumbukie, mwenye kuwasha moto awashe kwa sababu kuna wazimaji. Hapana, hivi ni vyombo vya dharura. Lakini sasa, magari haya tuyatumike kwa shughuli zilizokusudiwa. Hatutegemee tuyaone barabarani yakifanya shughuli zingine ambazo sio sahihi. Mpaka sasa tumeshapokea mitambo miwili ya kuzima moto kati ya ile minne ambayo tumeahidiwa kupewa, mtambo mmoja wa uokoaji, gari la wagonjwa moja, gari la kuongozea operesheni za zimamoto na uokoaji mmoja, gari la ukaguzi moja, na vifaa mbalimbali vya operesheni za uzimaji moto na uokoaji. Pia ujenzi wa kituo cha zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu unaendelea na utekelezaji wake kwa sasa umefikia wastani wa asilimia 93.6, na, na tunatarajia kukamilisha mwishoni mwa mwezi huu. Pia naendelea kuwakumbusha wakurugenzi wetu kusimamia kikamilifu suala la mipango miji, ili kuondokana na changamoto ya ujenzi holela unaochangia kwa kiwango kikubwa kushindwa kupatikana kwa wakati huduma za zimamoto na uokoaji.